Tunafahamu kwamba kila Jumatano uh, ni siku ya kuzungumza um, masuala ya biashara na uchumi uh, mm. Janet Soka, leo kidogo tumekula muda wako. Mambo mm, uh, yamekuwa mengi kidogo, lakini naamini tutapata mawili matatu kwa eh, dakika hizi kadhaa ambazo zimesalia, Janet, uh, tunazungumza kuhusu urasimishaji wa biashara tayari uh, mada yetu tunayo hapa. Kwa ufupi tu mm. Tunamaanisha nini tukizungumzia urasimishaji wa biashara uh? urasimishaji wa biashara ni mfumo na mchakato wa kuifanya biashara yako iweze kutambulika kwa mujibu wa sheria na utaratibu ambapo upo kwa, kwa Tanzania kwa mujibu wa sheria na kanuni za Tanzania. mm -hmm. na hapa kwenye urasimishaji uh, uh, tunarasimisha biashara na leo mada yetu inahusisha biashara ili tuirasimishe iwe kubwa kwa yeah. Kiwango kikubwa. Kwa hiyo kwa ule mfanya biashara mdogo ambaye aa, ana, nitazama siku ya leo mm. E, kama unafanya biashara ndogo maanake rasimisha katika namna ambayo yeah. Uh, utatambulika kwa mujibu wa halmashauri ambayo ulipo ili uweze kupata fursa, mafunzo na taarifa mbalimbali ambazo zinakusaidia kupiga hatua za kibiashara. Lakini leo kikubwa mada yetu tunazungumzia wewe, uh, mfanyabiashara, rasimisha ili uweze kufanya biashara kwa ukubwa na uweze kupata faida kubwa. Na kwa mfanyabiashara hmm. Uh, ni muhimu sana kuona vitu vifuatavyo ili biashara yako iweze kuwa, tunasema, iwe rasmi au imerasimishwa. Kwanza kabisa fanya usajili wa jina la biashara, na hapa kwenye usajili wa biashara kwa mujibu wa Tanzania tunasajili BRELA. BRELA ni tunasema, ni mawakala wa usajili wa biashara hapa Tanzania. Na hapa BRELA, kwa nini usajili BRELA? BRELA atakusaidia kwanza kabisa, jina lako litunzwe kwa sababu kuna watu wanaiba idea. Mtu akiona good luck supermarket yeah, anaichukua jina lako, anaenda kuliweka kule Ndi. kwa hiyo ili jina lako lisiibiwe, jitahidi ukisajili pale BRELA, maana yake unapata uhakika good luck supermarket unakuwa ni wewe tu, hakuna yeah, mwingine mm -hmm. Ehe, na kwa mtanzania ambaye ananitazama anajiuliza hii BRELA napataje? Kama una simu ya kiganjani unaweza ukaingia kupitia tovuti ya www beagtz pale utapata taarifa zote kuusiana na biashara aimini usajili, okay. Uh, cha pili ni tini numbe. Tini numba ni kifupi cha jina la uh, identity, identification n na hii inakutambulisha wewe kwa mamlaka ya Uh, Tanzania, Tanzania Revenue Authority, mamlaka ya ulipakodi, ulipakodi I mean, yeah, wa Tanzania. Kwa hiyo jitahidi uwe na tin number, na hii tin number utaipata pia kupitia website ya TRI www.tri.go.tz. Ukiingia hapo utapata utaratibu wote kuhusiana na tin number na hapo utakuwa na tin number ya biashara na itakueleza namna gani unaweza kufanya ili uweze kupata tin number. Kitu cha tatu, andaa profile ya biashara yako. Hapa nikisema profile inamaanisha biashara yako ki kiufupi mtu akikuliza biashara yako inahusiana na nini, vyo unavyomjibu, ah, mi bwana biashara yangu iko eneo fulani inahusika na uuza huduma bidhaa fulani. Yale maelezo yote, hakikisha uwe na dokumenti ambayo inakuelezea. Sasa hivi tunasema, tunasema ile mali bila daftari hupotea bila habari. Mm -hmm. Kwa vile vyote vinahusiana na biashara yako, hakikisha una karatasi ambayo dokumenti, eh, maandishi ambayo yanakuelezea uko wapi, unapatikana wapi, unatoa huduma gani, ili mtu akihitaji uweze kumpatia elewe kwa urahisi. Jambo la nne muhimu, fungua benki akaunti ya jina la biashara ya na kwa nini ufungue hapa? Itakurahisisha kwanza kabisa, utaonekana huko serious, na kitu unachokifanya unakuta, mfano nimekutolea good luck, good luck supermarket, nikwambia, yaani inabidi ufungue good luck, eh, good luck supermarket. Nataka kufanya malipo, nakutana na jina good luck po kwa mtu, siwezi. Good luck po, yani unatuchanganya. Kwa hakikisha una jina la account ambayo inafanya na biashara yako, itaonyesha kwanza uko serious, lakini pia ukiwa na jina la account itakusaidia katika kufuatilia fedha zako, kutofautisha fedha za biashara na fedha zako binafsi, na mwisho kabisa itakusaidia kusaidia kufuatilia mapato na matumizi. Kwa sababu mwisho wa mwezi ukifika benki, unaweza ukaomba bank statement itakayoonyesha fedha zako ulitumiaje na maendeleo yako ya biashara. Ah, kitu cha uh, mimi cha tano, tengeneza template za invoice na proforma za biashara yako. Proforma. Anyu, proforma. Haya, ni maneno tu ambayo yanaelezea utaratibu. Kwa mfano, nimekuja katika biashara yako. Natamani kupata huduma au bidhaa yako. Kwa mfano, unauza viti. Proforma au invoice ni ni karatasi au document ambayo inaelezea, kwa mfano nataka viti ishirini kwenye ofisi yangu. Kwa hiyo hiyo proforma au invoice itaeleza nitalipa kwenye account gani au means of payment yaani, nitalipia Tigo, I mean mitandao ya kijamii ipi, I mean mitandao ya simu ipi, au nitalipia katika benki au benki gani, na taarifa zote za za, ma, za, I mean, za, ma, za malipo katika okay, ofisi yako okay. Ehe, na Mwisho kabisa jenga brand ya kuaminika, uh, katika ya kuaminika na heshima katika ofisi yako, na hivyo vyote vitakusaidia wewe kama mfanyabiashara uweze kupiga hatua za kimaendeleo. Hivi vyote lengo lake ni kufanya uwe standard, uweze kuaminika na upate um, fursa kubwa ambazo zitakusaidia kupiga hatua kubwa kubwa. Naam. Haya, sasa wakati tunamalizia malizia Janet. Mm. Uh, kama mfanyabiashara unaweza uh, kujiuza Faida za kurasimisha biashara kama nilivyosema hapo awali, zipo nyingi zaidi ya hizi ambazo nimesema, lakini cha kwanza ni urahisi wa upatikanaji wa mikopo na misaada. Na hapa hakikisha unatambulika kwenye halmashauri uliopo, wewe unafanya biashara kubwa au ndogo. Kuna mafunzo, kuna fursa, kuna mikopo ambayo inapatikana kwenye halmashauri. Kama usiporasimisha, usipofahamu au usipojulikana ni wapi ambapo unapatikana, ni ngumu kuzijua hizi fursa zilizopo, lakini hmm. kitu cha pili uhakika watenda kubwa eh, mtu anakuambia nataka nifanye malipo ya milioni thelathini. Kama una hiyo milioni thelathini, siwezi kukupa cash, inabidi uwe na benki kwa kama haujaenda benki ukafungua account, inakuwa ni changamoto. Ndio jambo la tatu, uhakika wa kisheria na usalama. Hili eh, eh, ni jambo muhimu sana, usalama wa fedha zako, lakini unafanya biashara yako kwa kujiamini, na unajua hauvunji sheria na utaratibu za nchi. Jambo lingine ambalo ni la mwisho, uhakika wa fursa Eh, za masoko makubwa hmm. Eh, kwao watu wengi wanajilimiti, mimi nauzia Dar tu, nauzia Mbeya tu. Usijilimiti, unaweza ukauza mikoa yote ya Tanzania. Kuwa kadi vile unavyoweza. Tunasema grow as much as you can, lakini hakikisha unakuwa fomo, unarasimisha kitu unachokifanya, ili usije ukakamatwa, ukafanya kwa uoga na wasiwasi. Hmm. Ehe, na kwa kumalizia hapo kwa umuhimu zaidi, kwamba kama mfanyabiashara hakikisha unaelewa biashara yako na kujua fursa na kanuni na sheria unazotakiwa. Kuna watu wanafanya vitu ambavyo hawajui, akitishiwa tu kidogo anakimbia anafunga biashara, kumbe ilikuwa ni ishu ya kupata taarifa na kuelewa zaidi. Sawa, sawa, kabisa tumalizie. Sawa, eh, na leo tunamalizia kwa nukuu ambayo inasema, mfanya biashara, jenga mfumo wa kuaminika. Hmm. Jenga mfumo wa kuaminika ambao, uh, unatambulika na itakusaidia kupata tenda kubwa na kukua zaidi. Kwa, jenga mfumo wa kuaminika utakusaidia kupata tenda kubwa kutambulika na kufanikiwa zaidi. Usifikirie kwa udogo udogo, fikiria haa, mambo makubwa ambayo atakusaidia upige hatua kubwa zaidi zaidi. Jani, nakushukuru so sana . Sasa nifanyie kazi hiyo eh, utabiri wa kufungua Good Luck Supermarket. Jani Soka mtaalamu wa uchumi na <shukuru sana. laughs> fedha.